Tuangalie taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au nyingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu hapa. Unajua, unapokuwa kiongozi, lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni Aa, kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi utaondoka tu, lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini na tuna dini za madhehe, na madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui nne sijui tano, tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna mabaniani tuna mamonki wale sijui buda na wengine ambazo ziko huko zinafanywa lakini kubwa ni hizo nne au tano, na hizi nne au tano zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna suni, kuna ibadhi, kuna bohora, kuna suminani, kuna mambo mengi tupo. Lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti Kikatiba na sheria za nchi hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya kuovaraidi ma ma ma madhehebu mengine yote ya dini, hakuna, hakuna kwa. Wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote.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 matamko manane yametolewa na TEC manane, lakini ukienda chini chini wenyewe wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa hiyo niseme kwamba Tanzania yetu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 Huyu mtu ataendesha wa mpaka wakati huu. Kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu. Kosa letu kueneza huduma bora, mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu. Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike, na watu wafurahi? Hilo ndo kosa letu?